Ilikuwa ni matamanio ya wengi sana kuona kwamba show kubwa ya kimataifa ya Diamond Platnumz anaenda kufanya kwa mara ya kwanza akiwa mume wa mtu na mke wake akiwa pembeni, kwa maana ya Zuchu awepo kwenye show akimshangilia mume wake. Unajua kuna raha fulani ya uhalali eh? E, kwamba siku zote mlikuwa wapenzi na nini, tunajua mmezunguka shows nyingi za kimataifa mkiwa wapenzi, lakini vipi kuhusu mkiwa mke na mume? Mm. So, watu wengi walitamani sana kumwona Zuchu mm, akiwa kwenye show ya Diamond lakini barely enough ni kwamba hakuwepo kwenye shows. I mean kwenye shows zote ambazo amezifanya Diamond. Hivi bado anaendelea kufanya? No, anarudi anaelekea US kitu kama hicho. Okay, so watu walitamani kumuona Zuchu lakini imekuwa bahati mbaya sana hawajamwona na wanajiuliza kwa nini? Mbona kama wakati huu ndo ulikuwa wakati mzuri sana Zuchu akamlinda mumewe huko. Yeah, sasa sisi ikiwa kama chimbo la stori za burudani, tuko na sababu ambayo imepelekea Zuchu kuto kuwepo katika show hiyo, yeah, ya Diamond Platnumz. mm -hmm. Na ni ishu ya kibiashara, ishu ya kikazi. Zuchu bwana alikuwa na alikuwa na kazi alikuwa na kimeo alikuwa anapiga show kwenye moja ya harusi kubwa sana ya kifahari ya Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu, kama unavyoona, kama umefuatilia kwenye mitandao ya kijamii, tuna Zuchu, kuna kuna pesa huko, huwezi kuwacha pesa ah, yes, kama Diamond ameweza kukuwa, kutaka kuwapa opportunities watu wengi kama Omidimpos ameenda Juksi ameenda Baba Levo ameenda um, Jay Melody pia alikuwa alikuwa uropia. Uh, nimeliona comment, mtu anasema kwenye ishu za za Diamond na juks kwa midimples ni kama kifungashio. Umeelewa sasa? <laughs> Yona comment. Kwa hiyo unaweza kaona hawa watu wameenda sidhani kwa sababu ya opportunity ambayo Diamond. Diamond ni mtu ambaye anatengeneza sana opportunity. Naamini kwa mtu kutoka kwenye lebo yake mm -hmm. Mtu kama Zuchu ilikuwa ni opportunity nzuri sana pia, osho, mm -hmm. ya kwenda. Divoice pia alitajwa kuwepo katika show naye hajaenda. La, kwa upande wa Divoice inatajwa kwamba issue nzima ilikuwa ni visa. Lazima amekosa visa imechelewa. Yes, visa amekosa visa ya kwenda mm -hmm. huko. Kaona, kwa hiyo unaweza kaona jinsi ambavyo Diamond alikuwa amejiandaa kwa ajili ya sema Divoice alikuwa naenda kuiheshimisha singeli. Yes, sasa imekuwa ni changamoto kwa sababu hata Zuchu hakutangazwa kabisa kwa sababu mm. hiyo kwamba ah, basi walikuwa nacho alikuwa booked tayari mm. kwamba tarehe fulani uliji kupiga show, kwa hiyo uwezi mm. ujata Divoice na moja kuongezwa dakika za mwishoni Jay Melody naye wameshaenda na lakini sasa cha kushangaza chakushangaza Jay Melody hajapafa, hajatumbuiza. So tujaribu pia kuzungumza na meneja wake atueleze kwa nini kwanini, uh, Jay Melody hakuwepo katika show hii ya uh, Diamond Platinumz though alitangazwa dakika za mwishoni kabisa kwamba atakuwa ni moja kati ya wasanii ambao wataenda. So yale maswali yalikuwa mengi sana kwa mashabiki wa Zuchu, mashabiki wa wa Zuchu WCB kwa ujumla, sababu gani imepelekea Zuchu kuto kuwepo katika show ya Diamond Platinumz nchini Uingereza? Ni kutokana na shughuli za uh, Zuchu alikuwa alikuwa na na show na show na alikuwa na show ya harusi, kwa hiyo ikawa ngumu kuacha pesa kwenda kufanya hiko ambacho nikifanya. Of course um, angeenda kule ingekuwa ingekuwa ni value sana kwake, kwa sababu ya, ya unasema ya nafasi ambayo watu ambao angeenda kukutana nao ni watu wapi ambao Eh, tunaamini Zuchu kwa sasa hana ni mashabiki ambao hawajawahi kuona show yake, so ingekuwa ni poa zaidi na ingekuwa ni opportunity kwa upande wa Zuchu. Sarafina Ana, anazidi kumpigia meneja J Melody, at least tuzungumze naye atueleze nini ambacho kilitokea mpaka uh, J Melody kutotumbuiza katika show hii ya Diamond Platnumz though alitangazwa kuwa moja kati ya wasanii ambao

Jamani, huyo ni Jay Mero, J once again. Kama akipokea simu tutazungumza naye, atueleze kidogo. Tuko fupi kidogo sana, dakika moja tu sahivi, saa nne sana nakesha sana. Tuseme tumeshindwa sisi. <laughs> E, wameshi, e, tumejaribu kumtafuta Jemerodi. Kama unavyoona, Jemerodi hapokei simu, meneja wake pia hapokei simu, lakini hatutoishia hapo, tutazidi kumtafuta je Melody atupe majibu, kwa nini hakuwepo kwenye show ya Diamond Platinum? Though alikuwepo Uingereza na tayari alita alitajwa dakika za jioni kabisa kwamba atatumbuiza katika mm -hmm, show hiyo. So unajua watu wanaweza kaja na perception zao zingine ambazo sio za msingi, kwa tutafahamu zaidi, bora tupate ufafanuzi rasmi, lakini tukikubwa kitu ambacho ukifahamu pia, Sarafina kwenye tour hii ya Diamond Platinums walikuwa watu wengi sana naenda kutoka Tanzania. Ah, mm, that's nice, eh, lakini visa hujua hata DJ wa Diamond Platnumz Asley pia visa yake megoma ameshindwa kusafiri kwa sababu ya visa. Yeah. So visa kwa upande wa Asley pia the same imetokea hivyo RJ umonaslyarj rkwake litiki. Of course ni show ambayo Diamond alitaka kwenda na familia yake, so RJ was there, yani hata kama asingekuwa DJ angekuwa pale, lakini uh, kilichotokea ni kwamba visa ndio ambazo zimefanya wa, watu wengi sana divo isi kutokwenda kwenda. Kuna watangazaji pia Wasafi ilibidi waende lakini imeshindikana. um, tumeona Zuchu kama nilivyokwambia alikuwa na shughuli zake zingine, kwa hiyo ni sio ishu ya visa, ndo hivyo of course. Uh, tour ya Diamond Platnumz nchini Uingereza imekuwa productive sana, ni tour ambayo ime imefungua macho kwamba kumbe tunaweza na mind you, uh, Uingereza, wa Nigeria ni wengi sana mm. Uliona Jux alivyoimba God Design, uliona wanavyoitikia. yeah, sure. wa Nigeria bana, kwanza harusi ya Jux ilikuwa mm. ni ya kimataifa kwa maana mm. ya hata ambao hawakuwa Nigeria mm, ila ni wa Nigeria wa, ambao wako nchi zingine mm. yani wanautambua uwepo wa mkwe wao mm. kwa hiyo kama ambavyo Rema akienda kufanya show pale mm. wanajaa Mm. wa Nigeria ndivyo mm. ambavyo show ya Diamond walijaa hivyo kwa sababu Jukes washamchukulia kama familia yao mm. kwa kama watu wanavyosema oh, sijui Diamond anatembelea upepo wa Juma sijui nini nini nini. Trust me, hii win-win situation. Mm. yani for the, for the culture unasema for the culture, nataka niseme wanasahau wa kwamba Diamond alimwamini Jukes kabla hata Jukes hajapata bahati ye naikumbuka Sugua Sugua, naikumbuka yeah, back in days hiyo ni elfu mbili na kumi na nane sijui sijui, mm. kumi na tisa amempa amempa kolabo kwenye kwenye, kwenye nini, Sugua si ngoma ya Juks? Yeah, ipo kwenye King of Hearts. Yeah, ile ni album yake mm. yeah, from nowhere, yani hawakuwa na ukaribu wa wazi mm. Watu, watu wakashangaa. yeah. Diamond lakini Diamond kama unakumbuka siku ile alisema yeye anahusika kuandika ngoma za wasanii wengi sana mm. anawasaidia wasanii wengi sana ni vile hasemi na, ye, na hata wasiposema yeye hana noma mm. ikitokea wamesema ni sawa, lakini yeye anaandika ngoma za wasanii wengi, na alikuwa anaelezea ana kwamba watu wanasema Mbosso anamwandikia sana Diamond, lakini kiukweli yeye anamwandikia according to him mm. yeye yeah, amemwandikia sana Mbosso mm. na hao wasanii wengine wa WCB mm. ana uwezo mkubwa sana wa kuandika anavyosema yeye mm. ana kipaji mm. anaimba ngoma mbali, of course, kuhusu swala la, la uandishi kwa Diamond, ukisikiliza toka mwanzoni nenda kamwambie. Uh, sasa si unajua kulikuwa na waandishi kwamba anaandikiwa sana wasanii kushirikiana uf, uf, studio ni swala, aa, yani uf, ni swala la kawaida. Wewe ulichokuwa unakisikia ni hivo kwamba Diamond anashirikiana na kwamba anawatumia wasanii wake ah, wana, walikuwa anasema yeah, kwa uh, anaandikiwa kwa Diamond, anasikiaga hayo maneno mm. kuna siku tu isiyo na jina atakuja kuwa na, na press na waandishi wa habari, atazungumzia hata hili linalozungumzwa kwamba yeye yeah, anatembelea upepo wa Jux uh -huh. mm, ah, mi namwamini sana nasibu. just wait and see, muda wote muda wote just wait and see <laughs> <laughs> atakuja kuzungumza na wewe mwenyewe. Kumbe huu mshikaji kila kitu anasikia, alafu kumbe anaviwekea um. Na Diamond ukimuuliza swali moja anakujibu maswali matano um. Yani, mengine anajiuliza na kujijibu huko huko okay. Kwa yote tu ataya clarify I think now mashabiki watakuwa wameelewa eh? mm -hmm. Um, kile ambacho kimetokea Uingereza, kutomwona Zuchu, kutomwona Dvoic, kutomwona Vasley na watu wengine ambao walitegemewa kuwepo katika ziara hii ya Diamond Platnumz uh, barani Ulaya. Of course, Diamond sasa hivi anaelekea kwenye tamasha la Samajam huko nchini mm -hmm. Marekani. mm -hmm. Right, na ni moja kati ya show kubwa ambazo Diamond Platnumz anaenda kutumbuiza kwenye, uh, kwenye kraudi ya watu wengi sana wa, yes, kwa hiyo eh, tutegemee makubwa zaidi kutoka kwa Diamond Platnumz. Mimi naona kama vile ndo kwanza ameanza. Unajua, wakati unahisi Diamond ndio anaenda kuishia, ana kuprove long anakuja anana, anafanya vitu kama ndo ameanza jana muziki. mm. you understand? okay. so keep energy. Simba tunakuangalia.